Mtazamaji wa wakulima wa kahawa vijijini Gititu, Thageini na Wachuri huko Tetu kaunti ya Nyeri wamelalamikia utepetevu wa asasi za kiusalama kuwasaka na kuwakamata watu wanaoendelea kuhangaisha kwa kuiba kahawa mashambani kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, wakizomea kamati ya usalama eneo la Tetu Mashariki kwa kulegeza kamba kuhusiana na biashara ya ununuzi wa kahawa mitaani. Wakulima hao wameelezea ya hofu yao kwamba wezi wataanza kuingia na kuwapora msimu wa mavuno utakapokwisha. Wakulima hao zaidi ya elfu mbili waliwataka maafisa hao kuwajibika mapema kabla ya mambo kuharibika zaidi. Kwangu hasa wanatumia design ya kupika ile yenye iko ready, so anachuna leo anagoje after two days, anarudi tena. So ifikapo ile siku naenda kuchuna kahawa, hakuna kahawa. In the last three weeks, I've lost about over 300 kgs. Na kunaonekana faktori nyingi zitafungwa kama itaendelea namna hiyo, kwa vile wakipeleka waki kwa hoka huka, sio lazima apeleke kahawa kwa factory hiyo karibu naye anapeleka paha, pahali ingine. Wazazi wanashinda, maanake pahali ya uh, wanapata pesa kutoka kwa kahawa kwa makodovia, kwa makadamia, sasa wanakuta hakuna kitu. vijana wasichana kila mtu anaiba na wengine wanafujafuja kahawa matawi, wanaenda kutorea uh, uh, kahawa nje ya chamba. Kwa hivyo tunaona hii ni shida ambayo inaweza kuleta uh, ukulima wa kahawa chini, na ndio uh, ule unatusaidia hapa katika eria hii na mtazamaji